Sisi NUMET ambayo ni chama cha wafanyakazi ndani ya migodi na kwenye nishati ni, pia ni wadau wa uchaguzi na sisi kauli mbiu yetu italenga zaidi uh, kuwaomba wadau wote wa uchaguzi wanaoandaa uchaguzi huu kuhakikisha kwa kwamba uchaguzi huu unakuwa ni wa haki, huru na unaoaminika ambao utakuwa na uwezo wa kutuletea serikali itakayowajali wananchi, lakini pia kupata wawakilishi katika vyombo mbalimbali vya kufanya maamuzi na hasa bunge ambako sheria zinatungwa, sababu sisi tunafanya kazi katika sekta binafsi ambazo kuna matatizo mengi sana na yanahitaji misingi imara ya kisheria. Kwa hiyo ni rai yetu kwamba tupate uchaguzi ambao ni huru na haki, tuweze kupata viongozi wazuri, tuweze kupata wabunge wazuri ambao wakifika mabungeni wanaweza kutuwakilisha maoni no, yetu, kwa sababu bado inaonekana ile sheria ambayo inaruhusu mikataba ya muda mfupi bado ni kama vile inatengenezwa mazingira ya kuwepo kwa, tunaamini bunge lijalo itabidi tujitahidi sana kuona namna ambavyo tunaweza tukashawishi wabunge waweze kutusaidia kupata mikataba ambayo inaendana na uhalisia wa ajira kwenye migodi yetu. Lakini swala la pili pia ni usalama wa ajira kwenye sekta binafsi. Usalama wa ajira ni mdogo sana. Kimsingi, mfanyakazi anapofanya kazi akiwa hana mkataba wa ajira uh, jambo la kwanza linalomkuta ni kwamba ni rahisi kwa mwajiri kuvunja baadhi ya haki zake ambazo amepewa na sheria kwa mfano, sheria imeweka utaratibu ambapo mfanyakazi anapofanya kazi lazima apate muda wa kupumzika, apate likizo. Lakini pia sheria imeelekeza mfanyakazi anapoumia kazini aweze kupata huduma ya matibabu. Lakini pia sheria imeelekeza mfanyakazi anapofanya kazi muda wa ziada apate, aweze kupata malipo ya muda wa ziada. Lakini pia hata vile viwango vya mishahara. Kwa kama huna mkataba, manake ni kwamba mwajiri anaweza kukulipa vivyo anavyotaka, au hata wakati mwingine asikulipe, kwa sababu huna mkataba. Lakini pia hata ule usalama wa ajira yako unaweza, kaamka leo ukaenda kazini ukaambia kazi leo hakuna, kwa sababu huna mkataba. Kwa hiyo mikataba ni jambo muhimu sana, kwa sababu linaweka e, linaweka vigezo linaweka vigezo linaweka